Karibu tena. Familia moja mtaani Mihango huko Kayole inataka maafisa wa upelelezi e, kumtia nguvuni mshukiwa aliyehusishwa na mauaji katili ya mtoto wao wa umri wa miaka ishirini na mitatu. Familia ya Ann Muthoni Ngunjiri inadai msichana huyo alifuatwa na rafikiye wa kiume hadi nyumbani kwake ambapo mshukiwa alimshambulia na kumuua kwa kumdunga kisu. Na kama anavyotuarifu Franklin Wallah, mshukiwa hajulikani aliko. Masikitiko yameigubika familia ya Ann Muthoni Ngunjiri katika makafani ya siti jijini Nairobi, ambapo wanafuatilia uchunguzi wa maiti ya msichana huyo aliyeuawa siku ya Jumapili akiwa nyumbani kwake huko Kayole. Mamake ana anasema kitinda mimba wake alikuwa na matumaini ya kufaulu maishani, lakini ukatili wa mwanamume mmoja umekatiza ndoto zake. Niko na uchungu, na mtoto wangu hawezi rudi, hata akishikwa hata auawe mtoto wangu hawezi wa rudi, sitaona Muthoni tena, hiyo maisha yake imeisha. 23 years, mtoto mdogo, mtoto mwenye nati, mtoto wangu hawezi wa rudi, nomo, nimeluzi mtoto mdogo, na nimeluzi mtoto alikuwa na maono ya kwenda mbali. Mshukiwa anayehusishwa na mauaji ya Ani ni afisa wa upolisi wa GSU. <coughs> Majirani wanadai kumwona mshukiwa akimwandama Ann siku ya tukio hadi kwa nyumba yake Mihango alikomshambulia na kumuua. Mwili wa Ann ulitambulika siku iliyofuata ukiwa chini ya kitanda na damu ikiwa imetapakaa chumbani. Ni kumaanisha ya kwamba kuna kitu alipewa ama kuna nguvu ilitumika ndio aweze kumuua. Hiyo ni kitendo ya unyama amefanya. Msichana wangu alikuwa amekataa kuolewa na yeye, lakini yeye alikuwa anamsukumia tu amuoe amu na kumfuata kwa nyumba, hakuna mayoo ilisikika wenye wanasema, akamuua venye wanasema, alafu akaenda akaweka funguo tu mahali wanaekanga ya, akafunga nyumba na akaenda. Licha ya mshukiwa kutambulika na majirani, familia inasema polisi hawajamkamata mtu aliyehusika na unyama huu give. Uchunguzi wa maiti umebaini Ann alipigwa kichwani na pia alikuwa na majeraha ya kudungwa kwenye kichwa. Kwa sasa familia hiyo inajiandaa kuusafirisha mwili wake Nyaururu, huku wakiendelea na mipango ya mazishi huko Subukia, kaunti ya Nakuru. Wanatumainia mkono mrefu wa sheria kumkamata mshukiwa na kuwapa haki. Franklin Wallah, Runinga ya Citizen.